Katika asubuhi ya leo nataka tujifunze kitu kimoja ambacho Yesu mwenyewe alikiweka kwetu sisi au kwenye maisha yetu kuhusu kufunga, ama tunasema kuhusu maisha yetu ya utakaso wa roho zetu na nafsi zetu. Tunaweza kusoma kuhusiana na Marko ile mbili kuanzia mstari ule wa kumi na nane na ule wa kumi na tisa jinsi ambavyo Yesu alikuwa akionyesha namna ambavyo tunapaswa kuwa baada ya yeye kutoka hapa. Tusome nao: wanafunzi wake Yohana na mafarisayo walikuwa wakifunga, basi walikuja wakamwambia, kwani wanafunzi wa Yohana na wanafunzi wa mafarisayo hufunga, bali wanafunzi wako hawafungi? Yesu akawaambia, walioalikwa harusini wawezaje kufunga maadamu bwana harusi yupo pamoja nao? Muda wote walipo na bwana harusi pamoja nao hawawezi kufunga, lakini siku zitakuja watakapoondolewa bwana harusi, ndipo watakapofunga siku ile. ndipo watakapofunga siku ile. Hakuna muujiza au maneno mengine zaidi ya hayo, zaidi ya kutoa nafsi zetu kwa ajili ya kuendelea kufunga, kuendelea kuomba, kuendelea kusali. Wewe mpenzi mtazamaji, ambaye unasikiliza, uenda hii video inakufikia, hii audio inakufikia Mungu nakusaidia sana, endelea kukaa katika maombi yako siku kwa siku, endelea kufunga, usiache kufunga kwa sababu bwana harusi tayari hayupo kwetu, ameshaondoka, ameketi mkono wa kuume kwa Mungu. Kwa hivyo basi, sisi tuliobaki katika hii dunia, manake, tunapaswa kufunga. Mafarisayo walimuuliza makusudi, ili kwamba sisi wanafunzi wake au wafuasi wa Yesu Kristo, basi tujue ya kuwa kufunga ni lazima, pale bwana arusi atakapokuwa ameondolewa kwenye maisha yetu huku kwenye hii dunia, atakapokuwa ametoka katika mwili huu wa nyama, yupo katika roho. Ni waambieni ndugu zangu, huenda kwa namna moja ama nyingine unakosa nafasi hata ya kufunga, kwa sababu ya magonjwa, kwa sababu ya shida, kwa sababu inawezekana umeshindwa, lakini ipo ipo, namna ambayo Mungu huwasaidia watu katika kufunga. Ipo namna ambayo Mungu huona jicho la pekee katika kufunga. Inawezekana wewe kwa namna moja ama nyingine umeshindwa, lakini jitose katika kufunga, mfungie Mungu. Funga kwa ajili ya shida zako, funga kwa ajili ya biashara zako funga kwa ajili ya watoto wako, funga kwa ajili ya familia zako, funga kwa ajili ya kazi na vyote ambavyo unaona. Inawezekana kuna shida kwenye ndoa zako, kwenye kutafuta wachumba, kwenye kutafuta kila unachokitaka. Inawezekana Mungu akasikiliza maombi yako huko kwenye kufunga. Mungu hawezi kukuacha hata mara moja, ila anasubiri katika changamoto unazozipitia umsikilize yeye, naye akujibu maombi yako. Bwana harusi hatuponaye katika huu ulimwengu, isipokuwa hujidhihirisha kwa wale ambao wanamtafuta sana. Kwa wale ambao wanamtafuta, basi hujidhihirisha kwao. Mungu akubariki sana, ndugu mpenzi mtazamaji, kwa sababu inawezekana kwa namna moja ama nyingine unakosa nafasi ya kufunga, lakini Mungu akutie nguvu. Mungu akutie nguvu sana. Ndugu, uendelee kufunga uendelee kusali uendelee kuomba, kwa sababu zipo nyakati ambazo ni ngumu, ni kweli, tunajua, lakini hakuna namna ya kuishi hapa duniani zaidi ya kuishi katika maombi, katika sala, katika mifungo, katika faraga na ukimya juu ya Mungu. Tunapaswa kuwa wakimya katika Mungu ili kuweza kumtafuta zaidi katika serini pake, tutakapoenda kwenye kiti chake cha uzima kwenye kiti chake kile cha rehema, basi tunajua kabisa tunapokea uzima. Tunapokea nguvu mpya tunapokuwa katika ukimya, tunapokea nguvu mpya tunapokuwa katika faragha, tunapokea nguvu mpya tunapokuwa katika maombi tunapokea nguvu mpya, tunapokuwa katika sala, tunapokea nguvu mpya, tunapokuwa katika mafungo mbalimbali, tunapokea nguvu mpya na kusoma Biblia Takatifu, yale maneno yasitoke kinywani mwako, ndipo ambapo huko utaendelea kujinemesha wewe mwenyewe, kwa sababu roho zetu zinaendelea kulishwa na Roho Mtakatifu, kurishwa neno la Mungu liendelee kujaa ndani ya mioyo yetu, ili tuendelee kumtafuta Mungu. Mungu na akubariki sana Usisahau kusubscribe kunifollow, kwa ajili ya kuendelea kupata video nzuri kama hizi. Mungu na akubariki sana.